Na taarifa inayofungamana na usalama ambapo wakazi katika kaunti za Kilifi na Mombasa wanaishi kwa wasiwasi mkubwa kufuatia kurejea kwa magenge ya wahalifu wanaowavamia wakazi kwa panga, kuwaibia na kuwajeruhi, pamoja na wakati mwingine kuwaua. Katete Njoroge ana maelezo zaidi. Yeah. Jumanne katika soko la Ajigo, Bondo, wanaume wawili waliojihami kwa panga na bunduki wanavamia duka hili. Wanafuatwa na mwenzao aliyevalia sare za mwendeshaji pikipiki, wanawavamia wateja kabla ya kuingia ndani ya duka. Mle ndani wanamtishia mmiliki kutoa pesa. Anasalimu amri na kuwakabidhi zaidi ya shilingi laki moja. Wanaondoka na kurejea ndani tena. Ni hapa ndipo wateja wanatoroka na kuanza kuitisha usaidizi. Majambazi hao wanaondoka kwa haraka kwa kutumia pikipiki waliofika nayo. Kwenye kanda nyingine mjini Bondo usiku huo wananaswa wakiwapora watu simu bila kujali. Siku nne baadaye waathiriwa wanasimulia: walinichapa na panga kwa macho nikaenda tu chini hivyo, baadaye wakaingia kwa duka, wakafanya vitu zao huko, wakatoka. They have attacked several times and other soaps have been attacked and nothing has been done. Last year they attacked one person of mpesa and it just went away. The investigation went around and we have not got anything around to, to satisfy that the thugs were arrested. Kamanda wa polisi Bondo Robert Aboki anasema washukiwa wanasakwa katika kanda hii ya CCTV eneo la Mtwapa, Kilifi, Jumatano wiki jana, mhudumu huyu anaonekana akiendelea na kazi. Mteja mmoja anageuka na kuanza kufungua lango la mbele la duka baada ya kuhudumiwa. Mhudumu kwa haraka anakimbia kumzuia, na ni hapo ambapo wengine wanajiunga naye. Analemewa na kukimbia ndani ya duka. Genge lililojihami kwa panga linamfuata, wanaanza kumvamia huku wakimwitisha pesa. Kule nje, wengine wamebaki kuhakikisha hakuna anayemuokoa. Wizi unaoendelea kwa dakika moja na sekunde 30, na kumwacha muhudumu akivuja damu na majeraha mabaya. Kisa hiki kilijiri siku mbili baada ya kisa kingine jijini Mombasa, ambapo mlinzi mmoja alivamiwa na genge Polisi wanasema wamewakamata washukiwa kumi wanaodaiwa kuhusika na visa hivi. Pia wamepata silaha na vifaa ambavyo baadhi yao waliiba. Utovu wa usalama pia umeshuhudiwa mjini Kabarnet, kaunti ya Baringo, mtu mmoja akiuawa baada ya kudungwa kisu na wahalifu. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.